Hii ni kwa yule ambaye uzazi wake wa mpango unaonekana utaisha mwezi ujao. Sasa kuna baadhi ambao tayari wameshaniuliza kwamba dokta, baada ya uzazi wa mpango kuisha muda wake, inatakiwa nitumie njia nyingine ya uzazi wa mpango baada ya muda gani? Kiuhalisia ni hivi, kama unapata hedhi ni baada tu utakapomaliza kupata hedhi, kwa sababu hii itaweza kukusaidia wewe kujihakikishia kwamba ulikuwa sio mjamzito. Lakini kuna yule ambaye atajiuliza kwamba dokta, sasa kama ikiwa sipati hedhi kipindi chote natumia njia za uzazi wa mpango, nifanyeje? Hapa ni hadi uweze kukutana na mtaalamu wa afya ili aweze kukusaidia. Ila vilevile kabla ya kutumia njia za uzazi wa mpango, lazima uonane na mtaalamu wa afya aweze kukusaidia, kwa sababu hizi huwa hazitumiki kiolelaolela, kutokana na kwamba hizi lazima ziwe na chini ya mwongozo maalum, lakini pia lazima uweze kupewa ushauri kwamba ni njia ipi inayoendana na wewe, kulingana na hali yako ya kiafya hasa swala zima la afya uzazi, na ndio maana yake nasema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Kuna yule ambaye tayari ameshatumia njia fulani ya uzazi wa mpango na anahitaji kubeba ujauzito kwa haraka. Kuna matibabu ya siku 30 mpaka siku 90 tu, ambao atakaenda kumsaidia kupitia mwongozo maalum wa lishe, lakini pia kupitia mwongozo maalum wa matibabu ya, ya dawa ambao tayari ameshawasaidia wanawake wengi. Hebu niwekie kwenye comment ulianza kutumia njia ya uzazi wa mpango muda gani baada ya ambao ulikuwa umetumia kuisha muda wake.